Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Na kusalimu tena katika jina lake Kristo. Ndugu yangu ambaye unazidi kukaza imani yako unazidi kumtegemea Mungu. Tukiangalia situasio zenye tukoamo hali iko mgumu, hali haiko bien, memnema ya Mungu unazidi tu kukaza imani yako. Situasio yenye tukoamo iko mgumu sana, iko ngofu sana, sana. Ayubu na alipitia hatua zigumu. Ayubu alikuwa mtu mwenye mbiblia mwele sheni mwele, wakati huo alikuwa na pesa sana, alikuwa na mali ya tro, alikuwa doki, alikuwa na chineza kiufuli. Walakini katokea wakati ambapo matatizo yakafikia, shida zikafikia hadi akakosa mwelekeo Mke wake akamwambia ya, ya kwamba mtukane Mungu ukufe. Walakini nampenda Ayubu kwa sababu alisema ukipokea mema, kwa nini usipokee na mabaya? situasio nye tuko tukowa msai ni situasio nye vitu viko mbayo, nalada unalamuka, unasikia bankuambia muojio asema, usitoke mnyumba uza chakula uie sitoke mnyumba. Ukiangalia mfuko yako au na kitu, na kitu shida inapita, matatizo yanapita lakini unajikuta akili yako imefika mwisho, au jue ni nani utakayemtegemea, au jue ni wapi utakapopata msaada kwa ajili ya suluhisho wako. Walakini pana mtu amepatikana, ule mtu mwenye alionekania Ayubu apre mateso, ule mtu mwenye alionekania Jova apre matatizo apre kwanza kwarura na, na kikaya juu ya shida zinapitia. Yule mtu aliyepatikana amepatikana pia kwako leo, amepatikana pia maisha yako leo, na huyu mtu kupatikana akupatikana juu azidishe mateso, akupatikana juu azidishe tabu akupatikana juu vitu vigumu viendelee maisha yako na alipatikana juu alete solution alete, alete suluhisho kwa matatizo yako pale kwenye unaona binakuwa ngumu vitu haviwezekani vitu vinashindikana amekuja kwa, kwa sababu alete tena kicheko wakati olilia anakuja aleta kicheko ule mtu ndapenda ujue apenda tujue ule mtu ni nani ule mtu mwanapatikana mwenye ataleta amani acha nikwambia hivi huyu mtu mwanapatikana mimi namwongea mtu kuwa sababu wewe uelewe tu kama ni mtu amepatikana. Me, tukimwangalia kiukweli, tukimwangalia kiuhalisia ni mtu, ki ki mtu mwenye iko zaidi ya mwanadamu, ni mtu mwenye iko odela ya mwanadamu donke binyi mwanadamu anafanyaka yeye anafanyaka jo odela. Lakini kwa kueleale mtu tutaangalia maandiko katika kitabu cha Yohane sura yake ya tano mstari wa sita mpaka kenda yake maandiko inasema ya kwamba palikuwa na mtu aliyekuwa mgonjwa. Mgonjwa alikuwa mahali ambapo alikuwa anapaita kwenye kisima cha Betsaida, hapo kisima cha Betsaida, maandiko inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa amepooza, balikuwa batu tano, palikuwa milango tano enye ilikuwa hapo kisima cha Betsaida me batu wenye walikuwa pa kila mmoja alikuwa muake mlango. Me huyu mtu mwenye kupoza alikuwa amesha bakia pa nafasi fulani, anakata kitumaini, anajua ya kwamba mie siwezi tena pokea uponyaji, mie siwezi tena toka mwa hii tatizo, mie siwezi tena pata solution mwa hii shida. Akafika mwatu amekata tamaa sababu ya matatizo, lakini kafikia wakati Yesu akaonekana, Yesu akapatikana. Yesu alipopatikana akamwambia, je, wataka kuwa mzima? Wakati huyu mtu alijipita mwakili, wakati huyu mtu aliwaza akaelewa ya kwamba mimi sina deja mtu. Sasa mimi nataka sokea, nijitwike birikani, maji anatibuliwa, mwingine mtu anaingia mbele yangu, mie sina mtu. Akajibu akasema, mimi sina mtu wa kunitia birikani, maji yanapotibuliwa, kila mie nikikuya panatokea mtu mwanaingia mbele yangu. Yesu akamwambia simama, jitwike godoro lako na uende. Kitu nilielewa hapa bieneme, kitu nilielewa hapa ndugu yangu ni kwamba shida zinapita, matatizo yanapita, katika nchi yetu, situasion zenye tuko napitia saa hii azieleweki, lakini tunaye, tunaye mtu aliyepatikana, ambaye amepatikana kwa maisha yetu makusudi yalete suluhisho. Matatizo yanakuwa mingi, circumstances zigumu zinakuwa mingi, inaeneatiztshajifungia nyumba juu ya security, lakini kitu taelewa ni na mtu amepatikana, na huyu mtu aliyepatikana amekuja leta suluhisho kwa vile vya tunaona vigumu. Huyu mtu alikuwa pa bandaa 38 anapooza baada ya miaka mingi amepooza mahali pamoja, walakini huyu mtu alipopatikana, alimwambia simama, jitwike godoro lako na uende zako. Lakini acha nikuambie, vindugu mpendwa, huyu mtu aliyepatikana ni mtu ambaye akipatikana katika maisha yako anakuyaleta suluhisho. Ni mtu ambaye akipatikana maisha yako anakiyaleta kicheko. Ulishalia sana, ulishawaza sana, unaona unafika mwisho akili yako, unajiuliza nifanye tena nini? Unajiuliza niende tena wapi makusudi nipate msaada huko mnyumba batoto huko naangalia watoto uko na watoto unaangalia unaangalia unajiuliza watoto watakula nini? Unajikuta ukijipita mwakili akili yako, madeni ziko za mingi, unajiuliza ufanye nini, uende wapi? Akili yako imefika mwisho, walakini elewa kwamba pana mtu, na huyo mtu anakuaka pale. Kwenye akili yetu inafika mwisho, ndio kwenye anaanziaka mwanzo, anaanziaka kutendea aseme yeye ni mtu anayeleta suluhisho kwenye akili yetu inafika mwisho, analeta, analeta mwangaza pale kwenye tunaona hakuna njia, yeye ndo akaonekana. Maandiko yanaongea yanasema, hapo mwanzo palikuwa hapo neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, na hakuna kitu ambacho kilifanyika pasipokuwa na yule neno, yule neno alikuwa ni Mungu. Toke mtu aliyepatikana maisha yetu apatire ya yeye, ndio maana tuko sahi

akaongea kwa neno moja nuru iwe nuru ikawa akatenga bahari akaweka kila kitu kando walakini elewa kwamba vitu vyote vingali vinaingiana mosai magugu na ngano zingali zinachangana lakini pana muda unaokuja na huo muda ataweka magugu yake ngano yake pande na ataweka ngano na na nazo yake pande huyu mtu amepatikana katika maisha yetu huyu mtu amekuja kuleta furaha huyu mtu amekuja kuleta suluhisho matatizo yanatupita sana tunajikuta tunakosa twende wapi, tunajikuta tunakosa mwelekeo, lakini tunaye mtu tunayemtegemea, tunaye mtu ambaye tegemeo yetu ni kwake na tusingelivunjika moyo. Usivunjike moyo, usibabaike, usione kama hakuna msaada, usione kama ndo mwisho wa mambo imefikia. Lakini leo kwamba mtu iko, mtu amepatikana, malgre matatizo, malgre shida, malgre vyote tutapitia, walakini, lakini pana mtu amepatikana. Kitu tutakachokifanya ni kwamba tuweke imani yetu kwake, tuzidi kumtegemea yeye, tuzidi kumwangalia ako yeye, maana yeye amepatikana. Yeye ni baba kwetu, yeye ni kila kitu kwetu. Anasema ya kwamba yeye ni niko niliye kuweko na nitakaye kuweko. Donc sasai tuko tunapitia circonstance zigumu. Alikuwa wakati yenye tuko na watu ambao tuliwategemea, pana watu tuliwategemea sana katika maisha yetu pana watu tulijua ya kwamba partira ya abo sekirite iko maisha yetu, tulijua partira ya abo amani iko maisha yetu. Tulifanya kila kitu, tulikuwa na jipromene mahali na pahali, na tunajua tukwa msekirite, tuliwategemea sana. Melifika wakati wakaondoka, melifika wakati wakatuacha. Walipotuacha tukajua ya kwamba imefika mwisho, tukajua ya kwamba basi tumeangamia, tukajua ya kwamba hapa basi hatuna tena tegemeo Walakini ubarikiwe. Walakini acha Mungu aonekane kwako, acha Mungu azidi kukutendea wewe, mwenye ukata tumaini, wewe mwenye ulelewa ya kwamba Mungu yuko pale, wewe mwenye ulelewa ya kwamba Mungu yuko pale kwa ajili ya kuleta heri, wewe mwenye ulelewa ya kwamba Mungu yuko pale kwa ajili ya, ya, ya kuleta makubwa. Bien, nimeacha nikuoneshe tu kama tupa, tunaye mtu aliyepatikana, tunaye mtu aliyeonekana, tunaye mtu anayefanya makubwa kwenye maisha yetu. Pana mahali zingine bali pitia hatua yenye tuko tunapitia sai Balipitia circonstance yenye tuko tunapitia saa hii, watu walikufa kiolela, watu walikosa vya kufanya, shida ziliingia nyingi, matatizo ikakuwa ya mingi watu wengi walikufa zaidi ya watu, walakini hatukujali tukamtegemea Mungu, naye Mungu alituonekania naye Mungu alionekana kwetu naye Mungu alizidi kuwa baba kwetu. Marika watu fulani fulani walijitenga na sie, marika watu fulani fulani walienda mbali na sie wakatuacha, tukawa sawa vile mayatima, tukawa sawa vile watu ambao hawana msaada, walakini yule mtu akazidi kuwa akazidi kuwa ngao kwetu, akazidi kuwa ukingo kwetu, akazidi kuwa proteksio kwetu, akazidi kuwa kila kitu katika maisha yetu. Na yule mtu haiko mwingine, yule mtu ni Yesu Kristo. Zidi tu kumtegemea Mungu, usivunjike moyo, usibabaike katika imani, usiingie ma vitu vyenye vileo ya juu ya shida Maandiko yananiambia ya, ya kwamba amtegemeaye Bwana ni kama mlima Sayuni, malgre zoruba itakuwa namna gani hata tikisika kamwe. Ukizidi kumtegemea Mungu bienebe, ataonekana katika maisha yako, ataonekana katika njia zako. Bienebe Mungu ni baba kwetu, Mungu ni yote kwetu, Mungu ni kila kitu maisha yetu. Tumtegemee yeye, tumwamini yeye, tuzidi kuweka imani yetu kwake, maana yeye ndiye baba kwetu, yeye ndiye yote kwetu yeye ndiye tegemeo kwetu, yeye ndiye msaada kwetu. Hatuna nafasi kwingine kwenye tunaweza tegemea. Asema kituambia na wewe sasa hivi, vitu vikiharibika, wapi kwenye utatia kichwa? Sasa hivi vitu vikikuwa vigumu, wapi kwenye utaangalia? Hauna isipokuwa kwa Mungu tu, isipokuwa kwa Yesu tu, isipokuwa kwake Yesu Kristo. Yeye ndiye baba kwetu. Wakati vitu vinakuwa vigumu, anazidi kuwa kumba, anazidi kuwa mwamba kwetu. Mhubiri anaongea anasema Pana wakati wa kupata na pana wakati wa kukosa, pana wakati kwa, kwa kila jambo kuna majira yake. Elewa kwamba tuko majira yenye tutatafuta pesa tunakosa, krize iko ya tro, tunapitia krize, tutakuwa na bezua vitu fulani tunavikosa, ni, ni wakati ni majira yenye tuko tunapitia ndani, walakini panaye mtu aliyepatikana naye mtu tunaye, ambaye analeta suluhisho, ambaye analeta heri, ambaye analeta furaha, ambaye analeta faraja katika maisha yetu. Mezidi kukaza katika imani, ziti kumtazama Kristo, ziti kumtazama Mungu, ziti kumwangalia yeye, maana yeye ndiye msaada kwetu, maana yeye ye ndiyo baba kwetu. Matatizo yanapita tukiangalia kiwalisia. Saa kwanza vitu vinakuwa vigumu, hali inakuwa nzito vieleweki vitu vinakuwa vigumu, hatujue twende wapi, walakini tunamtegemea Mungu, walakini tunamwamini Mungu, walakini tunampenda Baba aliyekuwa mwamba kwetu, aliyekuwa ngao kwetu. Mitume walifikia hatua ambao waliteswa sana. Mitume walifikia hatua ambao waliwekwa gerezani, walipigwa, waliteswa, walifanywa kila aina ya mazito, walakini aikuwafanya wamkane Mungu walakini kuwafanya wa, wa, wa, wa, wakane imani doke marketi, unaweza pitia hatua bnm, usivunjike moyo bnm, usikane imani bnm, usiache Mungu. Usi, usiseme ase kama imefika mwisho na matatizo imepita, matatizo imekuwa mwisho, matatizo imezidi, elewa kwamba banaye Mungu, banaye Baba, banaye Kristo aliyekuwa yote kwetu, aliyekuwa tegemeo kwetu, aliyekuwa msaada kwetu, aliyekuwa kila kitu kwetu. Kwa kila jambo kuna majira yake. Pako wakati utatafuta unakosa, na ndoo wakati yenye tuko wamo. Pako wakati ndugu na marafiki watakukana, na ndoo wakati yetuko wamo. Pako wakati utaona msaada hakuna, utaona tegemeo hakuna, ndo wakati yenye tuko wamo. sai meki tunachotakiwa ni kwamba nikukasa imani yetu katika Yesu Kristo. Nampenda Martha, marta Marta alielewa ya kwamba presence ya Mungu inafanya kama kubwa. Marta alielewa ya kwamba presence ya Yesu inaweza kufanya vitu vyenye vilikufa, bisingelikufa Yesu anafika. Marta anaambia Yesu ya kwamba usingeli, ungelikuwa hapa wewe, ndugu yangu asingelikufa. Bien aime, presence ya Mungu kwa maisha yetu, tusivunjike moyo, tusikose matumaini tusiababaike katika imani, tusitikisike katika imani. Yesu amepatikana. Yesu alikuwa, Yesu angepatikana kwa Marta. Marta anaongea, Lazaro asingelikufa. Yesu angeonekana, Lazaro asingelipotea, walakini Lazaro alikufa, sababu absence ya Kristo ilikuwa maisha ya jamii ya Lazaro. Walakini acha nikuambie tunaye mungu lakini Mungu, Mungu iko maisha yetu shie, Mungu iko maisha yetu shie. Mma zote zenye tuko tunapitia Mungu iko pale. Tunachotakiwa kwamba kufanya ni kuomba, ni kubaki katika imani, ni kubaki katika msimamu, ni kuzidi tu kumtegemea Mungu, ni kuweka imani yetu kwake, kwa Yesu, ni kuweka imani yetu kwa Mungu, maana Mungu ndiye baba kwetu, maana Mungu ndiye yote kwetu. Marta anasema Yesu, usingelikuwa hapa, ndugu yangu angelikufa. Yesu, singelikuwa hapa, ndugu yangu angelipata shida. Yesu, singelikuwa hapa, haya na haya yangefikia. Lakini siyetu tukuze Mungu, maana tunaye, tumsifu Mungu, maana na kuwa baba kwetu anazidi kuwa ngao kwetu, anazidi kututegemea n presence ya mtu inafanya kwamba tunazidi kuwa na amani. Presence ya mtu inafanya kwamba tunazidi kuwa na heri. Presence ya huyu mtu inazidi kuwa inafanya kwamba tunazidi kuwa na kicheko. Kumbe ya kufanya ni kwamba tukaze imani yetu, tumtegemee Mungu, tusiogope, tusiogope tusiogope tena na kuzilia ndugu yangu, tusiogope, tusikane imani, tusitikisike mwimani. Mungu ni baba yeni, niko ambaye niko anatakai kuweko. Alikuwa jana, alikuona jana, anaona pia nyko unapitia leo, anaona pia nyoko na traverse leo, na yenye anakuya pia anazidi kuyaona, na atazidi kuonekana maisha yetu. Usikane, usikane imani yako. Usibabaike. Usikane imani yako yako, usibabaike, acha nikuambie bandugu banaweza kukana, bandugu banaweza kuacha, lakini kaa katika imani yako. ka katika imani yako, kaa katika imani yako vyeneme. Wacha tuombe. Mungu, maksudi yaonekane na azidi kuwa baba kwetu. Na kushukuru, Jehova, maana wewe ni baba kwetu, mimi na ndugu yangu. Jehova, uzidi tena kuonekana kwetu Onekana katika maisha huyo anayenisikia mnamo mida hizi, tembea na kuyafanya aliyokuwa mema. Circumstances zinakuwa zigumu, circumstances inakuwa nzito. Jehova, maisha inapita, matatizo yanapita. Jehova, shida zimekuwa nyingi, walakini hatuna tegemeo, amtegemee mtu zaidi yako wewe. Natamani Jehova, uonekane na kuleta heri mnamo neema na salama yako Kristo, mnamo neema na, na upendo wako Yesu Kristo, asante, maana wewe ni baba katika chini.